Saa za usiku wa manane ni nyakati za kina rohoni, ambapo sauti ya Mungu husikika kwa utulivu. Zaburi hizi ni ngao na silaha za maombi dhidi ya hofu, mashambulizi ya adui na vita visivyoonekana. Unapoamka kuomba, Mungu anasimama kulinda nafsi yako na nyumba yako. Usiogope, tulia mbele za Bwana, kwa maana yeye ni kimbilio lako na ngome yako. Zaburi ya tatu. E Bwana, wameongezeka sana wanitesao, wengi huninukia wengi. Huiambia nafsi yangu, hakuna wokovu kwake katika Mungu. Lakini wewe, E Bwana, ndiwe ngao yangu, utukufu wangu, uinuae kichwa changu. Nalimlilia Bwana kwa sauti yangu, naye akanijibu kutoka mlima wake mtakatifu. Nalilala nikapata usingizi nikaamka, kwa maana Bwana ananitegemeza. Sitaogopa makumi ya maelfu ya watu walionipanga pande zote kunishambulia. Inuka, E Bwana uniokoe, E Mungu wangu, maana umewapiga adui zangu wote shavuni, umewavunja meno waovu. Wokovu una Bwana, baraka yako iwe juu ya watu wako. Zaburi ya ishirini na saba. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uhai wangu, nimwogope nani? wabaya waliponikaribia ili wanile, adui zangu na watesi wangu, wao ndio waliokwikwia na kuanguka. Japokuwa jeshi linapiga kambi juu yangu moyo wangu hautaogopa; japokuwa vita vikinuka juu yangu, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimeliomba kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta: nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutazama hekaluni mwake. Maana atanificha hemani mwake siku ya mabaya atanificha katika sitara ya maskani mwake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuliwa juu ya adui zangu walioko pande zote, nami nitatolea dhabihu hemani mwake kwa shangwe, nitaimba naam, nitamsifu Bwana. Sikia e Bwana, niliapo kwa sauti yangu, unirehemu, unijibu. Moyo wangu umekuambia tafuteni uso wangu. Uso wako, Bwana, nitautafuta. Usinifiche uso wako, usimkasirishe mtumishi wako kwa hasira. Wewe ulikuwa msaada wangu, usiniache wala usinitupe, e Mungu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, lakini Bwana atanichukua. E Bwana, unifundishe njia yako, uniongoze katika njia iliyo sawa, kwa sababu ya adui zangu. Usinitie katika shauku ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wamesimama juu yangu, nao hupuliza jeuri. Naliamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mngoje Bwana, uwe hodari moyo wako uthabitishe, naam mngoje Bwana. Zaburi ya thelathini na tano. Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe mkuki, uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Waaibishwe, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu; warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizulia mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Uharibifu na umpate kwa ghafula, na wavu aliouficha umnase yeye mwenyewe, kwa uharibifu aanguke ndani yake. Na nafsi yangu itamfurahia Bwana, na kuushangilia wokovu wake. Mifupa yangu yote itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye, naam, maskini na mhitaji na mtu amtakaye? Mashahidi wa udhalimu wanasimama, wananiuliza mambo nisiyo yajua. Wananilipa mabaya badala ya mema, hata nafsi yangu ikaingia ukiwa. Bali mimi, walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Nalijifanya kama kwamba ni rafiki au adui yangu, naliinama nikilia kama aliyefiwa na mamaye. Lakini nikijikwaa hufurahi na kukusanyana, walinikusanyikia watu hovyo nisiyowajua wananiparula, wala hawakomi, kama wenye mzaha wakikufuru karamuni, wananisagia meno. Bwana, hata lini utatazama? uiokoe nafsi yangu na maharabu yao, na mpenzi wangu na wanasimba. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Walio adui zangu bure wasinisimange, wanaonichukia bila sababu wasining'onge, maana hawasemi maneno ya amani na juu ya utulivu wa nchi huwaza hila, nao wanaonifumbulia vinywa vyao husema, ewe ewe, jicho letu limeona wewe. Bwana umeona, usinyamaze, ewe Bwana, usiwe mbali nami. Uamke uwe macho, ili kunipatia hukumu kwa ajili ya madai yangu, Mungu wangu na Bwana wangu. Unihukumu kwa haki yako, Ee Bwana Mungu wangu, wala wasinisimangize. Wasiseme moyoni, haya ndivyo tutakavyo. Wasiseme tumemmeza. Waaibishwe wafedheheshwe pamoja wanaoifurahia hali yangu mbaya, wavikwe aibu na fedheha wanaojikuza juu yangu. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu, naam waseme daima, atukuze Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Na ulimi wangu utanena haki yako na sifa zako mchana kutwa. Zaburi ya tisini na moja. Akae mahali pasiri pake Aliye juu atakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Nitamwambia Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na tauni ipotesayo. Atakufunika kwa manyoya yake, na chini ya mabawa yake utapata kimbilio. Ahadi yake ni ngao na diri. Hutakiogopa kitisho cha usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uharibifu uangamizao adhuhuri maelfu waanguka upande wako na elfu kumi mkono wako wa kuume, lakini haitakukia kwa macho yako tu utaangalia na kuiona thawabu ya wabaya. Kwa kuwa umemfanya Bwana kuwa kimbilio lako, aliye juu kuwa maskani yako, hapana uovu utakupata, wala pigo halitakaribia hema yako. Maana atawaamuru malaika zake wa kulinde katika njia zako zote, watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako juu ya jiwe. Utamkanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawakanyaga chini ya miguu. Kwa kuwa amenipenda nitamponya, nitamtukuza kwa kuwa amejua jina langu, ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamponya na kumtukuza, nitamsaza kwa maisha marefu nami nitamwonyesha uokovu wangu. Zaburi mia moja na arobaini uniokoe, e Bwana, na mtu mwovu, unilinde na mtu mwenye jeuri, wanaopanga mabaya mioyoni mwao kila siku huanzisha vita. wamenolea ndimi zao kama nyoka, sumu ya majoka iko chini ya midomo yao. Unilinde ee Bwana na mikono ya mwovu, nilinde na mtu mwenye jeuri, wanaokusudia kunitelemsha nyayo zangu. Wenye kiburi wamenitegea mtego, wameninyooshea kamba, kando ya njia wameweka mitego wamenitegea mitego mingi. Nalimwambia Bwana, wewe ndiwe Mungu wangu. E Bwana, sikia sauti ya maombi yangu. E Bwana Mola, nguvu ya wokovu wangu, umefunika kichwa changu siku ya vita. E Bwana, usimpe mwovu tamaa yake, usifanikishe shauri lake baya, wasije wakajitukuza kwa habari ya kichwa cha wale waniongo zao balaa la midomo yao na liwafunike. Makaa ya moto yawashukie, watupwe motoni, katika mashimo wasitoke tena. Mwenye kunena uongo asithibitike duniani, mabaya na yamhimize mwenye jeuri hata aangamie. Najua ya kuwa Bwana atamtetea mhitaji na kuwahukumia haki maskini. Hakika wenye haki watalishukuru jina lako. Wanyofu watakaa mbele za uso wako.